Kampeni hii ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu huu wa 2024 25, ikiwa naonekana mashabiki mbalimbali mbali wapo uwanjani hapa kwa ajili ya kufuatilia mtanange huu hapo kampeni inayofuata ya hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho la CRDB. Ni kombe ambalo linatoa fursa ya bingwa wake kushiriki michuano ya kimataifa ngazi ya kombe la shirikisho Afrika wanasalimiana kabla ya kuanza kwa mtanange huu. Katika kikosi cha Stand United wapo nyota ambao wanauzoefu wa kutosha, wameshacheza pia ligi kuu kwenye klabu mbalimbali. Amina Kiano ndio mwamuzi wa kati leo hii, Shafi Mkwinda na Credo Mbuya ndio waamuzi nambari moja na nambari mbili. Kikosi hiki cha Juma Masud, kocha wa Stand United, ameanza na Amiri Pita pale langoni, lakini safu ya kiungo yupo Omar Hamisi, Khalidi Kabailo, kibali cheza mchezo dhidi ya Giraffe Academy, ambao wenyewe Joseph Sababu kocha wao ameanza na Alphonse Majujo, lakini safu ya ulinzi yupo Abisai Winston, Benjamin Michael, safu ya kiungo haya. Juma Masud ndiye kocha mkuu wa Stand United. Joseph Sababu kocha mkuu wa Giraffe Academy ya, ya ligi kuu ya NBC itakuwaje? Kandanda imeanza kutoka uwanja wa CCM Kambarage, Shinyanga. Karibu sana kwenye mchezo huu wa Stand United dhidi ya Giraffe Academy ni mchezo wa hatua ya tano au, ah, hatua ya kumi na sita bora mudhibiti. Oh, tena taratibu, anaangalia Kigi Makasi ameweka mpira katika nafasi, wamekaa imara, bado hatari langoni pale. Oh! unaondoshwa tena, ilikuwa ni nafasi kwa Emanuel Manyanda, bado umiliki upo kwa chama la wana mpira ambao uliweko katika njia wa kwanza, na Emmanuel Manyanda akataka kumalizia, Manyanda Emanuel, lakini mambo yakawa magumu, ukaondoshwa Ilikuwa ni nafasi ile ya kufanya kitu. Haya, hatari langoni, amekataa golikipa Amir pita na amelizima kabisa. Kigi Makasi, pasi ya upendo nzuri, ile imepitishwa katika nafasi, akisogea anakataliwa na captain, ameutoa tena Chacha Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Chacha anakamata. No, golikipa Kapasa Aidan imeujaza ndani, unacheza kwa kichwa, umekwenda nje. Kamage moja ya nyota ambao wamecheza kikosi cha under 20. Ingawaje katika mashindano hakuwa kucheza lakini ameitwa kwenye kikosi, ameitwa mara kadhaa kwenye under 20 ya timu ya taifa. Kamage alikwenda wakatata kupiga kichwa na kichwa cha Yesaya Helbron momwenda kilikuwa pale pale, pale. Claudio, Kamage kapitisha mpira katika njia. Zeflin Malima. Claudio Kamage. Claudio. Kamage, Claudio kaweka mpira katika njia, amepita nao pembeni kule, na kataa golikipa. Hatari tena wapiri, unakwenda nje, amewekwa katika hatari mbaya. Jaribio la moto sana alilitengeneza Giraffe Academy, alisogea na mpira Claudio Julius Kamage, ukamkuta pembeni kule Baraka Sulemani, full back right. Giraffe Academy sifuri. Anyosha mpira mrefu Rejabu Fumani, jaribio linakataliwa na golikipa Alfonso Majuju anafoka kweli kweli na uzembe unaofanyika huku. Mashabiki wa chama la wana hawa hapa wakiwa na vibe kama loto, akishangilia kwa nguvu. Jaribio ambalo limefanywa na most experienced player, amejazwa mpira mrefu le, anakataa golikipa. Nikona akilaumu safu ya ukuta ile ambayo alijipanga pale. Hapana shaka aliucheza mpira na kutolea nje jaribio refu ambalo lilipigwa na Benjamin na Ramadan Kidela, nao ameshindwa kuwa na utulivu wa umiliki wa mpira. Uko pembeni huku amepita, lakini amefanyiwa madhambi kutoka kwa Yesa Helbron. Mwa Mwenda Kipenga kimesikika. Kidela amejaza ndani, kunacheza kwa kichwani, kama ameokoa Adamu. Adam Adam, Rashid. Adam! Adam. Rashid Uledi aliwi na athari, alinyosha kwa gula kushoto, pira kende zake nje. Adam Rashid Uledi ameutenga pembeni kule. Chacha cha. Emmanuel Chacha mijaza ndani, Manyanda, mpira umepita upande wa pili. Said Ukiwa, Said Ukiwa mijaza tena cross ndani kule, Acrobatic Manyanda Said Ukiwa alijaza ndani akajiseti na acrobatic kick, mpira akenda zake nje. Jaribio zuri sana amelifanya Emmanuel Manyanda, kwa gola la kulia golikipa akajitahidi kuruka, lakini akawangalia tu ukiwa anakwenda zake nje. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Kandanda imeanza, ni CCM Kambarage, dakika 45 za pili za lala salama. Ni Stendi au Giraffe Academy ambaye atakwenda katika hatua inayofuata inayofuata kutenga mpira upande wa pili, huku amepita nao bwana katika njia. Yusuf Adamu, Yusuf Adamu, Yusuf amefaid, amekataliwa, anaondoka na mali Kidela ameupoka mpira, kininja kweli, Ramadhani napelekwa pembeni kule, anaondoka sasa. Mohamed mpili anakataa goli kipa Mbeli, angalia kasi ambayo yuko nayo, angalia alivyo pinda upande wa pili, amefeint akatan wanja unatopetope hivi, lakini Ramadhan Kidela akamwambia hapana, upiti upiti kamkatalia, lakini ni wake up call, anapewa baraka amefanyiwa madhambi unyooshwa mpira mrefu wow! <tiped> ni Stand United chama la wana ndani ya CCM Kambarage. Bao safi kabisa, ilikuwa e ni kwa haraka, walianza mpira kwa haraka, akanyosha moja kwa moja golikipa Alfons Majuju akashindwa kupata mpira. Ni Khalid Kibailo anaitanguliza Stand United, neka pasi nzuri ya chini chini. Adam Rashid amepita Yusuf Adam, jaribu kupita katika nafasi. Oh, kwisha kazi yao, kwisha habari yao! Yes, yes, yes. Wanahitaji kwenda mbele zaidi. Benchi la wachezaji wa akiba wa Giraffe Academy wa kodoro wa pohoi na guu la kushotwa, kashuti moja kwa moja, sen amir Senga mpira wakaingia wavuni moja kwa moja. Sisi wenye fibu la kutosha, wanashangilia vya kutosha. Tazama, hawa ni sehemu ya mashabiki ambayo inazunguka uwanja. Umenyanyuliwa mpira ule Wanakaa imara, Stand bado hatari, imenyosha mpira mrefu, loo, wanaandika bao la kwanza Giraffe Academy! Ulipokelewa mpira ni kama setup ya bila kukusudia, watekol, bonge moja la bao limefungwa na Zeflin Malima, bonge moja la bao, aliukuta mpira akampima Jaribio limekwenda mbali, panashaka, atakongeza nguvu akonywa, anaondoka. Safari inaendelea, anasogea Yusuf Adamu, Yusuf Kautenga, Omary Ramadhan, ni Stendi United pengine unakwenda kuzima matumaini kabisa kabisa. Mpira ambao alisogea nao akaudhibiti, ya kwanza akamwangalia golikipa na kuipeleka mali moja kwa moja. Haikupita tobo, ila ilipita katika milingoti mitatu na kuja kambani moja kwa moja. Kombe la Shirikisho la benki ya CRDB linashuhudia magoli makali yakifungwa siku ya leo. Akijaribu kusogea tena, Muhamed mpili amekwenda chini

umewekwa katika njia pembeni, huku mpira ni mwingi ule, umekwenda nje, na ndio mwamuzi analimaliza ana mchezo huu kwa dakika zote 90. Takwimu za mchezo: mashuti yaliyolenga lango ni sita kwa Stand United, matano kwa Giraffe. Mchezo yeah. wote una kadi moja tu. Umiliki wa kandanda asilimia 59 kwa Stand United, 41 kwa, kwa Giraffe Academy. Na hii ni full time: Stand United 3 Giraffe Academy moja. Ni kutakia jioni njema